Nam wadigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako kwa ya kwanza, kikisha una subscribe. Ngoma mpya ya Marioo inakuja na jina la Oluwa. Hii ni ngoma mpya ambayo ame release siku ya jana na imeweza kufanya maajabu makubwa sana. Marioo, kwa mara ya kwanza, hey, wakati imepostiri kwenye ndani ya masaa nane tu, ngoma ile bana. Wengi walidhani kwamba mashabiki pengine wangeweza kususia kutokana na jinsi ambavyo wasanii walikuwa wako nje e, ya jamii yani, walikuwa hawaongelei mambo ya jamii, walikuwa ako kimya kutokana na mambo yaliyotokea hapo nyuma. Kwa hiyo watu walitarajia ama kutabiri pengine labda e, Marioo endapo atatoa ngoma anaweza akaangukia za uso au kaangukia pua, kwa maana ya kwamba asingeweza kutoboa, manaake watu wangestaki na wasingeenda kuangalia ngoma yake. sasa ndani ya masaa nane kafikisha eh, viewers laki tatu Sasa hivi ninavyoongea na wewe ni kwamba ngoma hii ndani ya masaa matano eh, ndo, ndani ya masaa ishirini na moja kumradhi, yani, ndani ya masaa ishirini na moja ngoma hii imeweza kufikisha viewers laki tano Kwa hiyo maanake bado ana mashabiki ambao wanamkubali sana, na naweza kusema kwamba eh, kwa sasa hivi ameweza kufanya kitu ambacho wengine walikuwa hawajawahi kufikiria kwa sababu ukitazama ni kwamba Marioo ni miongoni mwa e, wasanii ambao wanafanya vizuri sana e, katika kiwanda cha Bongo Flavor, lakini pia e, tunaona katika wasanii ambao wanafanya vizuri Marioo ni mmoja wao. Sasa ameachia kipindi hiki ambacho wengi wanatabiri kwamba pengine, e, msanii ukitoa ngoma pengine unaweza ukadondokea e, pua watu wasiangalie ngoma yako, na kuna wakati kuna comment za huku na huku ambazo tunaona e, watu wanasema kwamba endapo wakitoa wasanii ngoma basi tutasusia kazi zao, na waliwataka wasanii waombe radhi kutokana na e, kuonyesha dharau kwa mashabiki zao, lakini pia kutoa semia chochote. Lakini Marioo akaona a vibe bomb, kwa sababu tunaona furaha yake jana baada ya kutoa ngoma hiyo akaandika huu uh, upendo sio kawaida na anajua hii sio kwa ujanja wangu, mmeamua kijana wenu ni sife njaa asanteni sana 30, uh, 300k in 8 hours sio mchezo. Yaani kupata viwazi laki tatu ndani ya masaa nane sio mchezo Oluwa, link on bio. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha yake baada ya kufikisha viewers hao Yani e, waliotazama watazamaji yani hao ndani ya masaa nane. Sasa tunaona Mr Pimbi akaweka fire na mmoja katika e, laki tatu na ishirini, kumbe sifuri huwa zinakuwa nne mbele e, moja sema kaka, piga kazi, jiepusha siasa na dini maana zinagusa maisha ya watu, piga kazi, e, maisha na muziki, sawa kaka. Nimependa huyu e, alikuwa ni Vanisaka huyu anaongea anafanyaga video reaction za, za nyimbo zinazotoka katika YouTube. Kwa hiyo anafanyaga reaction kama hivyo. Mwenye sema maroboti ukasahau kuedit vizuri. Lakitatu umeandika afu hapo kwenye video, eh, lakini ndio inaandikwa hivyo, au sio bana? eh, kwa maana ya kwamba pengine labda ameweka maroboti. Da, umefanya, nimezingatia hilo ila roboti amejisahau anajitekenya, nani angalie ujinga. Uh, anataka watu waende waenda na mwenye akili yake timamu waweze jichosha. Uh, mmoja kaandika, naona mmeanza kushukuru hata kwa hichi kidogo mnachopata sasa hivi, tunapiga kichwani, naona bado mnapumua e, kwa maana ya kwamba uh, hichi kidogo e, au sio bwana, wanachokipata. Nashukuru walikuaga washukuru. Kwa hiyo sasa hivi maana yake ni kwamba dawa inaanza kuwaingia kisawasawa. Uh, mwingine akasema kama vipi toa ngoma nyingine kama zawadi ya mapokezi mazuri ya Orua. Haa, sasa hiyo kaka ni Islafu. Na usi bwana itakuwa ni sio vizuri. Bro fanya utoe ngoma na Omale na kubali sana nyie. Eh, kii ni kio unaposewa na toa ujumbe fanya huo ngoma na Omale. Kwa hiyo watu wanatamani kuona akifanya ngoma na Omale. Kaka Omari, huyo IT wako aliyeboost ngoma mfute kazi mara moja amekudhalilisha sana. Kwa hiyo ni laki tatu laki eh, tatu na ishirini nasio, eh, nasio na sio milioni tatu na laki mbili eh, kwa maana ya kwamba ukitazama vizuri eh, ni kwamba huyu IT ambaye ameweza kuedit hiyo au sio hiyo kazi ya kuweza kupandisha the viewers au sio bana, eh, kuandika kwamba hii ni milioni eh, thelathini na mbili amekosea sana. Au sio bana, akutakiwa kufanya hivyo. Manake e, yamemkuta mazito kwa, manake ni kwamba a, watu wamesha spot kwamba pengine ameweza kuongeza sifuri, au sio bana, ameongeza sifuri. Kwa nini ameweza kufanya kitu kama hicho eh, cha kuongeza sifuri? Haya, mwingine akasema wasemee jamii na au haujui, nikikwambia Tanzania kwa sasa, shame on you. Ingekuwa Nigeria, mngetoa nyimbo kumi posti mia mbili. Acha unafiki bro, Mario, ndugu zetu wamepoteza maisha, hatuna muda wa kusikiliza nyimbo zetu. Ah, nabidi kwa sasa ufanya hata ngoma na sisi underground japo wawili. Ah, anyway, ni eh, eh, muda wote sawa kaka eh, tumeanza kujisahau, mshasahau sema ah, oya oh

waga laki tatu na ishirini au ni milioni tatu na ngapi? Hatujui, mwenyewe amesema kaka. <laughs> IT wako amefeli kwa sifuri nne eh. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, uh, inaonekana amefanya janja janja. Sasa ukitazama vizuri, uh, Marioo ni msanii mkubwa sana, yani katika wasanii bongo ambao wanafanya vizuri eh, katika kizazi hiki cha Bongo Flava eh, ni Marioo. Ngoma yake sasa hivi ina jumla views laki tano ndani ya masaa ishirini na mbili laki tano na ishirini na moja, lakini ni kwamba uh, wakati anajaribu kuelekeza watu kwamba ngoma yafikisha laki tatu na ishirini na masaa nane uh, tunaona kuna kitu kilikuwa kimekosewa na IT ambapo tunaona imeonekana kama ni viozi milioni tatu na laki mbili badala ya laki tatu na ishirini, kitu ambacho anasema kwamba pengine ametumia robot ambalo kwa namna moja ama nyingine linafanya kazi ya kupandisha viewers, lakini sio kweli. Mario amefikisha viewers hao, bali ametumia nguvu ya robot. Kwa hiyo bila kutumia robot yeye eh, asingeweza kufikisha viewers hao. Kwa hiyo of course katika, katika chance ya kuonyesha mashabiki kwamba amefanya vizuri pengine atakuwa hame, hame, amedondoka au ameteleza. Kwa hiyo ni wakati wako kama shabiki, dondosha maoni yako unalipilia kumwambia Marioo, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.